Kituo cha utafiti Naliendele ni kituo mahiri cha kufanya utafiti wa kugundua na kutathmini aina bora za korosho zinazotoa mavuno mengi na zinazopendwa katika soko. Pia ni kituo cha kwanza Afrika kutoa mbegu bora za korosho. Mheshimiwa Mwenyekiti, Naliendele ilipeleka sampuli za korosho nje ya nchi ili kupata ufanuzi kama vimelea vilivyosababisha ugonjwa wa ukungu au blight, ni aina moja au tofauti Ufafanuzi wa aina hii wa aina za vimelea utasaidia kuweza kupata viatilifu vya ugonjwa huu. Maabara za nje ya nchi ni maalum, ni specialized laboratories ambazo hufanya uchunguzi wa magonjwa ya mazao mbalimbali ikiwemo zao la korosho kutoka katika nchi tofauti. Maabara za aina hii ni gali kuendesha, hivyo kuwa na maabara ya aina hii hapa nchini itakuwa ni hasara kwa vile matumizi yake yatakuwa chini, yani underutilized ukilinganisha na fedha zinazotumika kujenga na kutunza maabara. Kama alivyosema kwenye jibu lake la msingi kwamba kituo hiki kinafanya tafiti mbalimbali mbali. Lakini wanashindwa ku, kuhawilisha yale maarifa yanayopata kwenye tafiti zao kwa wakulima, kwa sababu hawana fedha za kutosha za kuweza kwenda kwa wakulima Mtwara na Lindi na Pwani na kuwapa matokeo mapya usafiri. Sasa serikali ina mpango gani wa kuongezea fedha kituo hiki ili waweze kuwafikia wakulima wengi wa korosho? Swali la pili, Kiwatilifu muhimu katika uzalishaji wa zao la korosho ni sulfur dust. Sasa ningependa kujua mpango wa muda mfupi wa serikali wa kuhakikisha kwamba inawashawishi wawekezaji wakubwa waje kujenga kiwanda cha kutengeneza sulfur mikoa ya Lindi na Mtwara ili sulfur hiyo iweze kwa bei ya chini kama ilivyo kwa sasa hivi kwa viwanda vya mbolea badala ya kuagiza sulfur hii kwa fedha nyingi za kigeni kutoka nchi za nje. E, ni kweli kwamba kumekuwepo na changamoto ya kibajeti e, itakayowezesha kituo cha Naliendele kuhaulisha eh, teknolojia ya korosho kwa wakulima, na serikali bado inaendelea mwaka kwa mwaka kuongeza, eh, kuongeza bajeti, lakini lazima niseme kwamba mafanikio makubwa ambayo tumepata kwenye zao la korosho na hasa katika msimu uliopita ni kwa sababu umechangua, eh, vile vilevile na teknolojia ambayo imetoka Naliendele. Kwa hiyo nakubali, na, na, kwamba kuna haja ya kuongeza bajeti na serikali iko tayari kufikiria katika bajeti inayokuja, lakini lazima vile vile tuseme kwamba pamoja na changamoto hiyo bado e, Naliendele imesaidia sana katika kukuza zao la korosho. Kuhusu ujenzi wa kiwanda cha salfa nakubaliana na, na mheshimiwa mbunge kwamba e, namna mojawapo ya kupunguza gharama kubwa e, za salfa kwa wakulima wetu ni kuhakikisha kwamba tunazalisha e, katika viwanda vyetu vya ndani. Nipende tu kumhakikishia e, mheshimiwa mbunge kwamba tayari e, mheshimiwa waziri e, wa viwanda anafuatilia ujenzi wa kiwanda cha salfa akishirikiana na mheshimiwa Hawa Ghasia. Kwa hiyo tunatumaini kwamba kitapojengwa changamoto hii itakuwa imeondoka.